Tumejiandaa vizuri na ni timu ambayo nimetengeneza kwa wachezaji walio kwa bora na wakubwa na ninaamini tutaweza kupata matokeo tena katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko ambao ni wapo wa Simba, wapo wa Yanga na klabu nyingine za ligi yetu ambao nikiwataja kwa majina, kwanza kuna kuna Pacome Zouzoua, lakini pia kuna Aziz Ki. Nitamrudisha Aziz Ki, nitamrudisha hela ndio naongea <laughs> <laughs> Eh, lakini pia ninaye Abdulrazaq Hamza wa Simba, lakini ninaye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa, tungependa kuwaomba mweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe sita, tuje tusherehekee, kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Mashabiki wote wa timu Kibwana wajitokeze kwa wingi, wajashuhudie burudani nzuri. Sasa hivi nawaahidi ushindi na, na pia nimeweza kuongeza nguvu katika benchi langu la ufundi. Kibwana nimemtoa, <laughs> haupo. Nimepata mwalimu mwingine, mwalimu mpya. Kutakuwa na mifumo mingi mipya. James kaongea hapa, lakini ni kitu cha kawaida tu maneno, yeye na mchezaji wake. Najua anaongea sana, lakini mimi kama Kibwana sitaki kuongea sana msimu huu mm. Nataka watu wajione vitendo. Asanteni sana. Huyu ah, anaibaga huye na Elis mnaibaga sana wachezaji wangu. Kikubwa atakuwepo Maxi Nzengeli, atakuwa Simon Msuva, kapteni wa nchi Mbwana Samatta watakuwepo <muchu>